Warumi kumi na mbili fungu la kwanza, nasema basi, ndugu zangu, nawasihi kwa rehema zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Tunaposoma ili andiko tunawaza sehemu moja tu, lakini nasema hivi, mnisikilize vizuri hapa, ndugu zangu, wakati mwingine usidhani ibada ni kuja kusali na kuimba peke yake kuna wakati itakubidi utumie nguvu zako, sio pesa peke yake. Uje kanisani ufanye usafi kabisa, udeki kanisa, si kwamba we ni shemasi, ni ibada yako kwa Mungu. Ukisikia wanajenga mahali, unaenda unachukua tofali kabisa, unabeba maji, we ni fundi. Kuna wakati mwingine usidai pesa kwenye mambo ya kanisa, waambie hii ni ibada yangu. Unaposikia itoeni miili yenu, ni nguvu zetu kwa ajili ya Mungu kuna wakati mwingine itatugharimu kuingiza katika vitendo, na kuna saa Mungu atakuita kutoa sadaka yenye gharama. Gharama maanake ni nini? Kuna wakati unaitwa kwa ajili ya utume, na wakati huo kuna mahitaji yako binafsi. Utachagua nini?